Tokaagoa kule kwa jamii yetu soa kwa kusoma waruhusu kabisa kusoma. Sasa mimi nimetoka kwenye ile jamii tangia niko mdogo mikwana, natamani sana kusoma, lakini wazazi wangu hawataki nitoke nisome. Niliongea nao nikasema kwani mnaenda wapi na mnamtafuta nani? Wakasema sisi tumekuja huku ili tumpate mtu yeyote wa kuweza kutusaidia tusome, na walikuwa wamechoka sana, na walikuwa wamejaa miguu, lakini mtoto mmoja wa kike, na wote walikuwa ni wa kike, mmoja alikuwa ameozeshwa, kwa hiyo yeye alitoboa ukuta. Tanzania ni nchi huru tangu ilipopata uhuru wake mnamo mwaka 1961 na hapo aliyekuwa rais wa kwanza hayati Julius Kambarage Nyerere alitangaza maadui watatu ambao ni ujinga, umaskini na maradhi, na ikawekwa mikakati madhubuti ya kupambana na maadui hao kama vile kujenga vituo vya afya na hospitali ili kupambana na maradhi. Lakini serikali ilihakikisha inaweka mazingira wezeshi ili kukuza uchumi kuanzia ngazi ya familia ili kupambana na adui umaskini. Na vile vile tumeshuhudia majengo ya madarasa yakijengwa ili kuwezesha wananchi kumfuta adui ujinga. Lakini swali la kujiuliza ni vipi kuhusu jamii za kifugaji? Serikali imeweza kuwafikia kwa kiwango gani? Hayo yote nilikuwa na jaribu kukupitisha tu, lakini wacha nikupitishe hapa, Kerege Bagamoyo. Hapa tunakutana na mchungaji wa kanisa hili dogo kabisa ambalo lina umri wa chini ya miaka mitatu tangu kuanzishwa kwake. Mchungaji huyu anayehudumia watoto wa jamii ya kifugaji, jamii ya Wamang'ati ambao wametoroka kutoka huko misituni na kusafiri umbali mrefu zaidi ili kuokoa maisha yao dhidi ya mila kandamizi za jamii hiyo kwa mtoto wa kike. Wamesafiri kutoka misituni na kufika hadi kanisani hapo wakitaka kumfuta adui ujinga. Natamani sana kusoma, lakini wazazi ndio hivyo, hataki mtoto asome, ila nilikuwa naona tu kwa watu wengine, natoka shule. Nilikuwa naumia sana lakini sina uwezo wote wa kufanya zaidi ya kuumia tu. Sasa kuna kipindi mpaka tuka nikatafuta njia, nikatafuta njia ya kutoroka, nikatoroka kwa bahati mbaya nikakamata nikarudishwa kule. Nilikuwa mdogo sana, siku kwa na kwa sasa na miaka kumi na sita lakini nilikuwa na miaka kumi na tatu Mmoja alikuwa ameozeshwa, kwa hiyo yeye alitoboa ukuta wa nyumba zao zile, la mapolini ni kuta za udongo, kwa hiyo alitoboa ile ukuta, sherehe ya harusi ya kuozesha ya kwake inaendelea nje yeye ametoboa ukuta akamdaka na mdogo wake ambaye alikuwa nje, wakatoloka kuja huku. Baada ya hapo, nikawa nimewachukua nikaendelea kuishi nao, lakini nilienda kutoa ripoti pale Mapinga, ofisi ya Mapinga kwamba kuna watoto nimewapokea. Wakaniuliza, una uwezo wa kukaa nao? Nikasema ndio. Kwa hiyo nilianza nao maisha nikawapeleka shule. Ni baba aliponikamata nikaenda nyumbani kasema utaolewa nikashangaa. Siku ile yote, yani siku nzima anakuwa ananilinda ananilinda. Siku hiyo usiku ndo nasema utaolewa leo, walipoendelea na sherehe yao kuniwezesha mimi, nilikuwa tu naangalia kwa sababu sikuamini hata alichosema, sikuamini kwa kuwa mimi ni mdogo. Nikaangalia, yani ni kama vile wanaongea yaani nashangaa tu tu naangalia ni kwa ndani. Sasa kwenye nyumba zetu kule ni nyumba ya nyasi na mtoto wanaeka mtoto. Sasa mimi nilikuwa nashangaa. Sasa tuko na dada zangu wadogo wadogo kama mimi. Tunashauriana hivi baba kweli anatusema anisha na udogo wangu huu, na kuna wadada zangu wengine, kweli wengine wametoroka, sasa hivi wapo wanalelewa na watu wengine lakini serikali ah, nikasema labda nitafute njia ya kutoroka basi, nitafute njia na Mungu atanisaidia. Kwa kweli nitafuta njia ni tukatafuta njia, njia, njia, njia, tukaona kuna sehemu melegealegea kwenye zile ukuta tukatoboa, tukatoboa na mabati mzuri, nikatoboka nikatoka kule nikatoroka pale, Nilipotoka nje kule, kulikuwa kuna mdogo wangu kwenye nyumba ndogo nyingine pale mbali, alikuwa anakaa nyumba imegawana mbili. Nikamkuta mdogo wangu pale, nikaenda naye, ilipoenda na mdogo wangu ndo mdogo, tumeenda hivyo, yani tunaenda tu hatuelewa, lakini tumeweza, tukasema kwa neema ya Mungu tu, Mungu atakusaidia. Tumeenda tumeenda, mara zingine tunaenda tu hatujui ni wapi tunaulizia tu tuka tunaulizia nani Chalinze, kwa sababu kule ni porini sana, uka tunaulizia tunaulizia kila, tukimuuliza mtu naulizanaandi mtoto anaenda wapi? Chalinze ni mbali sana, unawezaje kwenda mpaka Chalinze? Mara zingine sana kaona, kwa sababu mimi sitaweza niende pori mbali sana, afu mimi hakike sitaweza kwa sababu ni hatari. Kwa hakika, nikaa sisi kule tunavaa shuka, kachukua shuka nikavaa vizuri, nikachukua na fimbo yangu, nikaa najiigiza kama mwanaume. Mtu akija, nawambia wewe vipi hivyo yani, kama mwanaume, nawambia tumepotea, hivyo njia ya kwenda Chalinze, anasema basi tuwape msaada, nikajua kwamba akitupa msaada na watu kweli wamesaga sana, wanatutafuta sisi. Najua akitupa msaada lazima tutapatikana kule nyumbani, habari zitasambaa kule nyumbani na tutarudi nyumbani. nime nime nini, nikamwambia mimi kule, mimi hatuhitaji msaada kwa kuwa tushajua njia, hatuna haja ya kupata msaada kwa sababu kule chalizo tunavyoelekea kuna mtu kule atatusaidia lakini pale tumesema tu ili watu asitupe sana, tumesema tu kama ili watu atulie kubali, tui tukapita pale, tumeenda tumefika Chalinze. Tumeenda kama siku ya tano ndo tumefika siku ya tano tumefika, ndo kawa tumekuja mpaka kwenye hiyo kanisa hili, tumekuta mchungaji Sabrina ametuhifadhi nam Caroline, tunamwambia mavazi ya shule, tunasoma kama hivyo, tumeungaunga, tumesoma. Na hivi ndivyo ndoto za mabinti wengi kutoka jamii za kifugaji zimekuwa zikiteketea siku hadi siku, kwa kukosa elimu, kutokana na mila kandamizi za jamii hizo. Kwa kweli nashukuru na sana kwa sababu mimi sikutegemea kwamba nitakuja kusoma Sikutegemea, lakini malengo yangu makubwa ni kwamba nitasoma hivyo hivyo, hata kwa kuungaunga nitaungaunga, nitasoma, nitakuja kuwa wanajeshi, ili mradi tu niwasaidie na jamii yangu ya wafugaji, niwalinde na jamii yangu yote, kwa sababu unajua hali ambayo wanapitia, wanapitia katika hali magumu sana yani wa kike, hasa wa kike, wengine wanatiketa watoto wa kike, ndoa za utotoni. Inaumiza sana kwa kuwa yani, vingine sisi ambao tunajua hali zetu si wenyewe yani, kwa sisi ambao sasa hivi tupo kama, kama vile kwenye neema yani, yani inaumiza sana yani, mpaka sometimes unalia kwa sababu hata sasa hivi bado wadogo zangu wengine wapo kule ninaumia sana kwa ajili ya ndugu zangu wengine ambao bado wako kule, wengine wengi sasa hivi wametoroka. Kwa hivyo basi, ninachotaka kusema, ninaomba viongozi wa serikali waanze wa, waanze pia kuangalia kwa makini hii jamii ya wafugaji ambao wako mapolini wanateseka. Bado kuna mila na desturi ambazo ni kandamizi ambazo yani hata juzi tumepokea watoto wa kike wanne ambao wametoloka, tuko nao wa hapa, walitoloka na tu, nikajaribu kumuita baba yao ili awasomeshe wa, akasema mimi siwezi nikawasomeshe kwa sababu ndio wanaonichungia nini, ng'ombe. Zaidi ya hapo, wakirudi kwangu nitawaezesha. Kwa hiyo ikabidi tuwato chukua hao watoto tuwapeleke tena aa, kwa maafisa ustawi wa jamii na maafisa ustawi wa jamii wakatusaidia wa hapa kwenye eh, wilaya yetu ya Bagamoyo wakatusaidia kupokea hawa watoto wanne ambao saizi wana wiki mbili, wakiwa shuleni, wana wiki mbili. Hivyo basi, ninaomba serikali na wadau na mataasisi mbalimbali, tusipowatetea hawa watoto, na wenyewe ni Watanzania wenzetu, tusipowatetea wanateseka. Juzi juzi tu hapa kuna binti ambaye alitoroka alitolokea kwangu. Baada ya hapo, ikabidi pia nimpeleke, ana siku tatu, ikabidi nimpeleke shule. Sasa hizi kwa sababu watoto wanakuwa wengi, nime ninawapeleka kwenye nyumba salama, tunaandika tunawapeleka nyumba salama, kwa sababu huku kwetu hatuna nyumba kubwa. Sasa angalia, ili kanisa ni la mabati, lakini kila ilitwapo leo tunakuta jamii ya watoto wa kike wa wafugaji ni mmoja wapo ni huyo hapo, huyo binti tuko naye hapa. Unakuta wamelala humo huko wazi, wakati mwingine kuna mbu wanalala. Sasa wewe ujui chochote, unakuta wamejitorosha wenyewe, wamevaa na mashuka yao, wamelala humo kwenye nani, kwenye kanisa ambalo ni la muda na ndio tumeanza. Kwa hiyo wamejiona ni mahali pa kujihifadhi. Sasa kuna wakati ambao wakitoroka ninaomba wadau wale ambao wana mapenzi mema, yeyote ambaye atakuwa na neti anaweza akahifadhi, tuweke hata neti kwenye banda hili tuliweke pembeni, tuweke maneti yao pembeni, ambapo hata akitoroka, wajihifadhi kwenye neti. Wanalala wakiwa wazi, wakati mwingine wanatoka mapolini, wanaumwa. Lakini kitu kingine cha kusikitisha, kuna binti aliyoozeshwa hapo foresti wamemzika kienyeji. Hili ni jambo ambalo linaniuma kama mchungaji kiongozi. Yule binti amekufa na ndoto yake, kwa sababu aliwaambia wazazi, nataka niende nikaombe serikali inisomeshe. Wazazi wakamchukua wakaenda kumuozesha. Yule binti alichokifanya akiwa kwa mwanaume, ni binti mzuri sana. Akiwa huko kwa mwanaume akachukua kamba akajinyonga. Iliniumiza sana kwamba serikali hawa yani, naomba hata siku moja wapange siku tuje mapolini tukawaangalia hao watoto yamkini. Ni kweli serikali yetu ni nzuri sana, inafanya kazi nzuri sana lakini, huku mapolini, nafikiri tuwafikie zaidi. Tumefanya Wizara ya maendeleo mmefanya vizuri sana, nawaaminia, lakini huko mapolini ninge, ningeomba kamati walau inachukua hatua walau wakawachungulie hata siku ambayo wanawaweka kuwakeketa hao watoto wa kike. Ninaomba serikali na mataasisi ambayo wanatetea ukeketaji waje na huku Bagamoyo, tushuke nao huku chini ili kusudi tuwaokoa hao watoto. Pia watoto wengi huko mapolini foresti wanatamani kusoma lakini hawana mtu wa kuwatetea, kwa sababu mara nyingi watu wanashindwa kuingia mapolini. Hawana mtetezi kule. Ninaomba mimi nitakuwa ni barozi wao wa kuwapeleka kule watoto kule kwa watoto, ili tukawaokoe na watoto wengine. Ikiwezekana wafanye hata patrol ya kutembea nyumba kwa nyumba. Kuna watoto wamehifadhiwa kule wanatumikishwa tu kuchunga ng'ombe. Au, au la sivyo, tunaomba serikali iende ikatoe elimu kwa wafugaji kwamba baada ya kufuga baadaye ng'ombe wanaweza wakafa, kuna maisha mengine baada ya ufugaji. Lakini kule ukiangalia, wanawake wengi hapa uliowaona, wengine baadhi walio kuja kwenye ibada, baadhi yao wengine hawajui kusoma wala kuandika kwa hiyo tusaidie hii jamii ya wafugaji naitwa Karui Alois Mambo. Mimi hapa ni, ni, ni sema ni kama mzazi na pia mtumishi wa Mungu, mali yako, tukishirikiana na mchungaji Sabina, mchungaji wa mali hapa. Hawa watoto mnawaona hapa, tulianza nao huu na ni mwaka wanafulini watatu watoto wa kituo wanakuja hapa kupitia changamoto za huko forest uko porini wanazopitia. Tulikuwa hatuna hata ile eneo ambalo tayari limezungushwa mabati, watu walikuwa wakifika mahali hapa wanalala nje. Kwa hiyo mchungaji sasa, anapoamka asubuhi, anawakuta wamelala nje, ananipigia simu, kuna watoto wamekuja huko. Wengine wanafika hapa wanakuwa ni wagonjwa cha hospitali ananipigia anasema, tufanyeje? Na mimi mbona sina hela? Kwao tunapambana, tunakuta watu mbalimbali, tunajitahidi. Tuna wale watoto wanafanikiwa, wanapona. Akishapona, akimwambia nenda, yule mtoto akubali, anabaki hapa, anakuja na mwingine na mwingine na mwingine. Maana ndio maana unaona wako wengi hapa, ni kwa ajili hiyo. Mpaka leo ukiwaambia rudini kwenu hawataki, kwa sababu mazingira ni magumu hasa watoto wa kike. Ni watoto ambao hawathaminiki kabisa kule forest. Wamekuwa ni watoto wanaoteseka. Mtoto wa miaka mitatu unakuta anaswaga ng'ombe anachunga ng'ombe, mtoto wa miaka kumi anapewa mume aolewe. Sasa ikifikia hiyo hatua unakuta wale watoto wanakimbilia mali hapa kupata wenzao. Wakisha fika hapa, kwa kweli sisi hatuwezi kuwarudisha, japo uwezo wetu ni wa kawaida sana. Hatuna pesa za kusema tuweze kuwasaidia watoto. Kwa hiyo nimekaa hapa kama mtumishi wa Mungu, pamoja na mambo mengine tukiwaombea, ninaomba hapa. Mpaka sasa hivi tuna watoto ambao tumejitahidi, watoto watatu wa kike wako form 4 mtoto mmoja yuko form yuko form one wa kike, kwa hiyo naaao kwenye shule. Walikuja hapa hawajui hata A, ndio ambao tumeweza kukimbizana nao mpaka hivi sasa ndio wako hiyo shule ya sekondari na wengine wako primary, na wengine tunajitahidi kuendelea nao. Lakini kwa kifupi vua, ninaombi kwa serikali, ninaombi kwa wafadhili, ninaombi kwa wadau mbalimbali ambao wana uwezo, wana pesa zao, ambao hawajui hapa Bagamoyo pana kitu gani mwingine anahitaji asaidie lakini hajui. Kwa hiyo ombi langu, watakaponisikia anapoongea mahali hapa, Mungu akawaguse. Kuna watumishi wa Mungu, kuna uh, watu wa kawaida, wafanya biashara, watu wenye shughuli zao mbalimbali, wanaponiona mahali hapa, ninaomba watukimbilie, wasaidie watoto, na ikiwezekana pia waje tuungane kwa pamoja, tuende hata kule forest wakaone watoto wanavoteseka, pamoja na kukeketwa, pia hata wa kiume. Unakuta mtu wa kiume miaka mitatu, katoto kalifua na mama kwao, baba akaona huyo kuswaga ng'ombe. Sabina akasikia akaingia porini akaenda akamleta yule mtoto, naye tunaye hapa, yupo. Kwa hiyo ombi langu kwa serikali, ombi langu kwa mheshimiwa wa mama Samia na viongozi wote wakumbuke Bagamoyo, serikali watusaidie tu, watusaidie ili atuwezeshe na wale wengine watoroke na sisi pia, ambayo tumetoka pale bado tuna hali ngumu tu hata hasa kwenye, kwenye unifomu wa shule, yaani hali ni ngumu, kwa sababu hawa kweli wametusaidia na kuna wengine wengi wanakuja, lakini unakuta mpaka wanazidi uwezo wao. Nilikuwa naomba sasa serikali, nyinyi kama serikali, mtusaidie hata kama kuna taasisi hii ya kibiskia hapo, ukweli wanatusaidia sana toto. Uh, wafugaji wengi wanakuja hapo wanasaidiwa, ingawa bado haitoshi, bado haitoshi, naona bado haitoshi, lakini mpana naomba msaada wenu tusaidie kwa upande huo.